Done mi mia tatu ndiyo kacha ya vijiwe hapa, ni wazee wa kujilamba Tandika, mtaa wa Mindu, maskani ya gereji pairoti na kilanya hadi sokoni Tandika kuchukua imari ya jikoo. Haya, sasa hapa ni Kifungu na Ibara, boda imetua maskani ya kujiramba. Sasa tunaanza mikato, chini ya Pailoti mlusha ndege, Doto kavunja nazi na kuroga Hazaland. Pilot si kapteni, sasa anerusha ndege kutokea Tandika kwenda duniani, kasi imewakilisha kwenye chungu cha ndobe, dili chuma kuchafuka huku, tunapata pesa. Sasa jani la ya maboga kwenye mafiga matatu na viungo vyake kisha tunalambisha chumvi na wese nazi na jani la boga, chungu, mchele, mafuta kwenye mafiga matatu sinza. Kila nyumba ni msanii huku, kila nyumba fundi loja, kujua akatuambia hii ndio Tandika, watu wakae kwa heshima. Wazee wa kujilamba tayari, kilichomshinda ndege chele kutokea Mbeya, kobi sio maskani. Sasa naweka ndobe, embe, ndizi, tikiti, nanasi vyote vikasetiwa. Sasa mafundi gereji wakaanza kutengeneza kilichoharibika tumboni, kila mtu spana mkononi. Hapa ni wazee wa kujilamba, wauni peponi na tokifa tuozi amewasha amewaasha.